Kwa miaka kadhaa Tanzania imekuwa ikiadhimisha sikukuu ya wafanyakazi kila ifikapo tarehe moja ya mwezi wa tano, na kwa mwaka huu elfu mbili na kumi na saba maadhimisho hayo kitaifa yamefanyika katika mkoa wa Kilimanjaro, mgeni rasmi akiwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya tano, Dr John Joseph Pombe Magufuli. Na kwa upande wa mkoa wa Dar es Salaam, maadhimisho hayo yamefanyika katika uwanja wa Uhuru, mgeni rasmi akiwa ni Bi Margaret Simwanza wafanyakazi na wafanyabiashara mbalimbali wamejitokeza katika uwanja huo kunadi na kutangaza biashara zao, lakini pia maelfu ya Watanzania wamejitokeza kusherehekea na wafanyabiashara pamoja na wafanyakazi siku hii muhimu katika historia ya taifa letu. Global TV ilikuwepo eneo la tukio na kukuletea video hii <tipa>

na huo ndio mwisho wa habari hiyo kutokea hapa Global TV. Hatuna la ziada, kuzipata kama hizi pamoja na nyingine nyingi ambazo hauwezi kuzipata kwingine popote, hakikisha unabofia sehemu iliyoandikwa subscribe chini ya video hii ili ujiunge na familia ya kidigitali kutokea hapa jumba la habari. Hatuna la ziada, niwatakie wakati mwema.